Chama, chama piga piga sisi. Same oye, emu oye, ndugu zangu na Same na chambua. Ajenda eni kubwa zaidi ya miundombinu barabara, niseme kwamba tulianza na ujenzi wa barabara ya Mkomazi Kisiwani Same yenye urefu wa kilomita mia moja na moja ambapo barabara hii tumeigawa kwa sehemu mbili, lots mbili. Kipande cha kwanza ni Mkomazi Ndugu kilomita 36 ambapo ujenzi umeanza na gharama yake ni bilioni 59 , lakini pia mkandarasi hapa ameshajenga kilomita kumi. Lakini vile vile tumeshampata mkandarasi wa ujenzi wa sehemu ya pili ya Mroyo Same kilomita 51 na tayari tulishasaini mkataba. Tunasubiri mkandarasi kumlipa fedha za awali ili anze kazi. Niwahakikishie kuwa tunaenda kukamilisha barabara hii muhimu kwa usafirishaji wa mazao ya kilimo. Vile vile natambua kwa kule tarafa za Mamba na kwengineko kunako limwa tangawizi wakati wa mvua ni shida sana kuteremsha tangawizi kwenda kwenye maeneo mengine. Kwa hiyo tunakwenda kuzijenga barabara za milimani kwa kutumia zege na lami. Vipande zege, vipande lami. Kwa hiyo Mungu atusaidie tuweze kufanya kazi hiyo, lakini tunakwenda kuzifanya barabara hizo, na nadhani zile barabara zilizoombwa na wagombea hapa zinaingia katika kundi hili, lakini niseme kwamba tutaendelea, tutaendelea kuongeza bajeti kwa TARURA ili tuboreshe barabara za vijijini. Sasa ni wakati wa kuomba kura. Madiwani wako mbele yetu hapa, nitatoa ilani kwa wagombea ubunge alafu kwa pamoja tutaomba kura tunazofanya <muchasimu>